Wengine wanabarikiwa kana kwamba milango imefunguliwa kwao usiku na mchana, lakini wewe kila unapojaribu ni kama mbingu zimekunyamazia. Lakini usidanganyike, kuna sababu ya kiroho nyuma ya kuchelewa kwako, sababu ambayo adui hataki uijue. Leo kweli, huu utafunua siri iliyo nyuma ya baraka za wengine, na utakupa macho mapya kuona kwamba kile unachodhani ni kuchelewa kumbe ni maandalizi ya Mungu kwa ajili ya kuinuliwa kwako. Kabla tujiendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe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 kwa nini wengine wanabarikiwa haraka na wewe unachelewa? Ukweli huu utafumbua macho yako. Namba moja, kiwango cha kazi yako ni kikubwa zaidi. Kuna watu Mungu amewaita kwa kazi ndogo na wengine kwa kazi kubwa na ya kipekee. Kadri wito wako ulivyo mkubwa, ndivyo maandalizi yako yanavyokuwa makubwa. Kama mtu ameitwa kuwa taa ya kijiji ataandaliwa kidogo, lakini wewe ambaye umeitwa kuwa taya ya mataifa, Mungu atakupitisha katika moto wa maandalizi. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, kwa nini wengine wanabarikiwa haraka na wewe unachelewa, ukweli ni huu: kiwango cha kazi yako ni kikubwa zaidi. Kwa hiyo kuna watu Mungu amewaita wa kwa ajili ya kazi ndogo, lakini wengine Mungu amewaita kwa ajili ya kazi kubwa na ya kipekee. Kuna watu ambao Mungu amewaita kwa ajili ya wito wa kipekee. Kuna watu ambao Mungu amewaita kwa ajili ya vitu vikubwa. Kwa hiyo maandalizi yao lazima awe yawe ya kipekee. Maandalizi yao lazima ya kubwa, lazima awe ya kubwa yawe makubwa, vita vyao lazima vio vikubwa kwa sababu wito wao waliobeba ni mkubwa. Kwa hiyo kuna muda baraka zako zinaweza zikawa zinachelewa, kwa sababu umebeba kitu kikubwa na maandalizi ya kitu hicho yanagharimu yanagharimu uh, maandalizi makubwa. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza na la msingi ambalo unatakiwa ulitambue. Kwa nini wengine wanabarikiwa haraka na wewe unachelewa? Kiwango cha kazi ni kikubwa zaidi, kiwango chako cha kazi, kiwango cha hatima yako ulioibeba ni kikubwa zaidi. Lakini sababu ya pili, Mungu anaondoa vitu vinavyoweza kukuharibu. Kuna vitu, watu au tabia ambavyo, ambavyo lazima Mungu aviondoe kwanza kabla ya kukuinua. Kuna marafiki ambao ukiinuliwa ukiwa nao watakupotosha. Kuna dhambi ndogo ambayo unaifanya ambayo ikiendelea kubaki itaharibu baraka yako. Kwa hiyo Mungu anaamua kukuchelewesha kidogo, ili aondoe sumu za ndani. Usione kuchelewa kama adhabu, bali ni ulinzi wa Mungu dhidi ya kuanguka mapema. Kwa hiyo Mungu anakuwa anachelewesha baraka zake kwako, ili kwa lengo la kukuandaa, kwa lengo la kukuepusha na hatari. Mungu anakuwa anaondoa ana... Kuna vitu ambavyo kuna vitu watu au tabia ambayo lazima Mungu aviondoe kwanza kabla ya kukuinua, kwa sababu ukiendelea kuwa na watu wao, maanake watakufanya upotee. Ukiendelea kuwa na vitu hivyo, vitapelekea baraka zako ziweze kuharibika. Kwa hiyo Mungu anakuwa anachelesha baraka zako kwa lengo la kuondoa vitu vinavyoweza kukuharibu. Watu wengi baada ya kupokea watu wengi baada ya kupokea vitu pasipo maandalizi walijikuta vitu vile vile walivyopokea baraka zile ziliwaharibu. Zile ziliwaharibu. Kwa hiyo Mungu anachokifanya anakuwa anachelewesha baraka zako kwako anakuwa anazichelewesha zile baraka ambazo amiz, an, anataka zipate kwa lengo la kukuandaa ili baraka hiyo utakapoipata isikuharibu. Mungu anakuwa anaondoa watu ambao sio sahihi kwenye maisha yako kwa sababu anajua watu hao wakiendelea kuwepo wataharibu baraka zako. Watu hao ukiendelea kuwa nao pamoja wataharibu muujiza wako, wataharibu safari yako. Watakupoteza, watakufanya uende njia ambayo sio sahihi. Kwa hiyo Mungu anachokifanya anachelewesha zile baraka na kuanza kuondoa watu kabla hajaachilia baraka zake. Lakini jambo la tatu la kwa nini uh, wanabarikiwa haraka watu wengine, lakini wewe unakuwa bado unachelewa: Mungu anakujenga, si kukupa tu. Hili ni jambo la msingi. Mungu anakuwa anakujenga si kukupa tu. Wengine Mungu huwabariki haraka kwa sababu wanahitaji baraka hizo kwa muda mfupi, lakini wewe Mungu anakutengeneza kwanza, ili uweze kubeba baraka zako bila kuziua. Mungu anajua kuwa baraka isiyo na tabia thabiti inaweza kukuharibu kwa hiyo anakufundisha uvumilivu, unyenyekevu na nidhamu kabla haja kuinua. Mungu anakuwa anakufundisha kwanza. Mungu anakujenga si kukupa tu, Mungu akupi tu mradi. Mungu anaanza kukujenga kwanza. Mungu anaanza kukujenga kwanza. Kwa hiyo Mungu anajua kuwa baraka isiyo na tabia thabiti inaweza kukuharibu. Kwa hiyo anakufundisha uvumilivu, anakufundisha unyekevu, anakufundisha nidhamu kabla haja kuinua. Mungu anaanza kufundisha unyekevu, uvumilivu, nidhamu kabla ya kukuinua lakini namba nne, Mungu anakutengenezea uthabiti wa imani. Watu wengine wanamwamini Mungu wakati mambo yanaenda vizuri, lakini wewe unafundishwa eh, kumwamini Mungu hata katika giza. Unapochelewa unajifunza kumtegemea Mungu bila masharti. Unajifunza kutembea kwa imani na wala sio kwa kuona. Kwa hiyo Mungu anakutengenezea uthabiti wa imani. Mungu anakuwa anakua anakutengenezea uthabiti wa imani. Watu wengine wanamwamini Mungu wakati mambo yanaenda vizuri, lakini wewe unafundishwa kumwamini Mungu hata katika, katika hali ngumu. Hata katika kipindi ambacho uh, mambo yanaonekana hayako sawa. Mungu anakuwa anakufundisha kumwamini yeye. Mungu anakuwa anakutengenezea ujasiri wa Kimungu, anakutengenezea ujasiri wake wa kusimama kwenye hali ngumu na kuendelea kuamini. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi, Mungu anakutengenezea uthabiti wa imani yake. Kwa hiyo watu wengine wanamwamini Mungu mambo yako vizuri, watu wengine wanamwamini Mungu kila kitu kinaonekana sawa, lakini Mungu anakufundisha wewe kuendelea kumwamini hata kabla hujiona matokeo. Mungu anakufundisha kuendelea kuweka imani yako imani yako kwake. Lakini jambo la tano, Mungu anafanya ubarikiwe kwa njia ya kudumu. Hii jambo la msingi sana. Mungu anafanya ubarikiwe kwa njia ya kudumu. Wengine wanabarikiwa haraka, lakini pia baraka zao zinapotea haraka Siku zote baraka za kweli hazihitaji haraka, zinahitaji msingi imara. Mungu anapokutengenezea msingi, anahakikisha kile unachopokea kitadumu siku zote. Ni bora uchelewe na, uchelewe na kubarikiwa kwa kudumu kuliko kuharakishwa na kupoteza. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 37 na mstari wa 7a, imeandikwa ukae kimya mbele za Bwana nawe ungoje kwa saburi, kwa jambo la msingi ambalo utakutambua, Mungu anafanya ubarikiwe kwa njia ya kudumu. Wengine wanabarikiwa haraka, lakini pia baraka zao zinapotea haraka. Siku zote baraka za kweli hazihitaji haraka, zinahitaji msingi imara. Kwa hiyo Mungu anakuwa na anakutengeneza, anakutengeneza ili uweze zile baraka atakazokupatia ziweze kudumu. Watu wengine wanabarikiwa haraka na baraka zao zinapotea haraka, lakini Mungu kwako anakuwa anakutengeneza ili baraka zako ziweze kudumu lakini jambo namba sita, Mungu anakufundisha unyenyekevu kabla ya utukufu. Kabla ya kuinuliwa, Mungu hutumia kuchelewa ili kukuondolea kiburi cha ndani. Unapopitia magumu unajifunza kuomba, kutii na kutojihesabu bora. Hivyo baraka zikija, hutajisifu, utamrudisha Mungu utukufu wote. Tambua, kuna wengi waliinuliwa haraka na kuanguka kwa haraka, lakini wale waliovumilia kuchelewa wana baraka zenye heshima ya kudumu kabisa. Kuna watu ambao Mungu aliwainua haraka, wakaanguka haraka, lakini Mungu wako hataki iwe hivyo. Mungu anataka akutengeneze misingi thabiti, hata utakapopewa usio na kiburi, bali unamrudishia Mungu sifa na utukufu. Haleluya! Lakini jambo la saba, umefungwa na makosa ya kiroho usioyatambua kuna wakati baraka zinachelewa kwa sababu kuna vizuizi vya kiroho. Kuna muda baraka zinachelewa kwa sababu kuna vizuizi vya kiroho. Ukisoma kitabu cha Danieli sura kumi na mstari wa kwanza na kuendelea, utaona Danieli alifunga siku ishirini na moja lakini mungu aliyajibu maombi yake siku hiyo. Lakini maombi yake, majibu ya maombi yake kufika, yalifika kwa kuchelewa kwa sababu kuna mkuu wa anga la uajemi alikuwa ameazua. Kwa hiyo kuna muda majibu ya maombi yako yanaweza kachelewa kwa sababu ya vizuizi vya kiroho ni muhimu kuendelea kuomba, kuvunja kila aina ya vizuizi ambavyo vinazuia majibu ya maombi yako. Ni matumaini yangu kuna jambo ambalo umejifunza, lakini pia kama bado huja subscribe basi hakikisha una subscribe. Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare linki ya video hii, Mungu akajibu haja na mahitaji ya moyo wako katika jina la Yesu. Mungu akakufungulia njia na baraka, wewe wee utakayeshare linki ya video hii, Mungu akafungua usawa kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Amen! nakupenda sana, nikutakia wakati mwema.